Hii ilikuwa ni adha ambayo ilikuwa inawasumbua wakazi hao, sasa imekuwa historia. Hapa wanatuhadithia daraja hilo litakavyosaidia katika eneo hilo, ambao wamekufa kwa sababu wakati wanavuka wanalazimisha kupita kwa sababu ya shida zao, wakapelekwa na mtu tayari. Ndo tatizo kubwa ambayo ilikuwa inasumbua kijiji, na watu wamepelekwa na mtu, amekufa unakuta labda huko kwenye sehemu za huko, unakuja madukani, umekuja una nunua bidhaa zako, lakini ukifika pale unakuta mto unaanza kubebwa na watoto wadogo, wanakubebwa mgongoni, uli ulipe hela. Endapo utakuwa umefika hapo, utahangaika mpaka mto unapopita, unaweza kukuta umekaa mpaka, mpaka saa nane usiku maji yapungue, ndio upite. Pia mto huu umesomba watu na umeua watu. Waswahili husema subira huvuta heri, baada ya mateso sasa furaha, baada ya dhiki sasa ni faraja. Hizi ndizo habari za furaha zaidi kutoka kwao. Kweli tumepata furaha na ni faraja kubwa, kwa sababu hata kama una mgonjwa utamwaisha hospitali. Wanafunzi, mvua imenyesha, wataendelea na masomo, hawatakatiza vipindi. Wamerahisishwa sana kwa ajili ya kusafirisha haya mazao kwenda toka kijiji, kutoka kijiji hiki kwenda kijiji kingine au wilaya majirani, lakini sasa hivi serikali iliyotufanyia kwa kweli tumeshukuru sana kwa hili jambo lakini pia tumetua. Kwa wenye mamlaka nao wanasemaje? Tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi, lakini pia tumeendelea kutoa maonyo kwamba kwa, kwa kwanza wa, waache kujihusisha na utamaduni uh, huo wa, wa kuharibu miundo mbinu. Lakini yule ambaye tutambaini na wale ambao tumesha wabaini mpaka sasa tumewachukulia hatua kali sana, ili iwe fundisho kwa wengine ambao wana tabia kama hizo za kuharibu miundombinu ya serikali ambao tunaijenga kwa fedha nyingi sana za umma. Yeah, kama nilivyosema kwamba tuna uhitaji mkubwa wa madaraja na sehemu mojawapo ni daraja la Kinkungu barabara ya Sheruhu Mtoa Ndago, na thamani ya daraja ni bilioni 2.8 bilio na kufikia sasa hivi mkandarasi amelipwa bilioni 2.3. Kwa hiyo tunatazamia kufikapo mwezi wa 12 daraja litakuwa limekamilika wananchi wanaendelea kupata huduma.